Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi inakuletea huduma mpya na rahisi ya kuboresha taarifa zako za umiliki wa ardhi na mashamba kupitia simu yako ya kiganjani. Kupata huduma hii, tuma neno ardhi kwenda nambari 15774 na ufuate maelekezo. Huduma hii ni bure kwa wateja wa mitandao yote ya simu nchini. Toa taarifa zako sasa kwa usimamizi bora wa ardhi na mashamba. nishati na madini Profesa Sospeter Muhongo amesema serikali na wadau wanaotumia maji katika mabwawa ya kuzalisha umeme nchini wanapaswa kukaa pamoja na kuweka mikakati thabiti ya kusimamia matumizi bora ya maji hayo. Profesa Muhongo amesema hayo mkoani Iringa mara baada ya kutembelea mitambo ya kuzalisha umeme katika bwawa la Mtera na kukuta uzalishaji umesimama kwa takriban miezi miwili hadi sasa kufuatia kupungua kwa kina cha maji. Taarifa zaidi na Egidus Odax. Siku ya pili ya ziara ya waziri wa nishati na madini Profesa Sospeter Muhongo kukagua maendeleo ya vyanzo na vituo vya kuzalisha umeme kwa njia ya maji, lengo likiwa ni kufanya tathmini ya hali ya uzalishaji wa umeme nchini. Hapa ni katika bwawa la Mtera ambapo waziri Muhongo anaanza kwa kutembelea bwawa kujionea hali ya kina cha maji sambamba na kupata ufafanuzi wa masuala mbalimbali ya uendeshaji. Na mnatumia uniti zipi za hicho kiwango cha maji? Mita za ujazo, mita za ujazo. Yani, mna hesabu mapipa? Mita, mita, mita, mita, mita, mita. E, sasa ni yale maji yanayotiririka, yeah, si ndio? Huwezi ukasema tu mita za ujazo inamaanisha ile ni kama unaweka hapo pipa. Ha, ha. Hii ni volume ya maji yanayo yanayo flow. Pili, ikawa ni kutembelea mitambo ya kuzalisha umeme umekamilika wa Dodoma Singida, kupitia ku, ku, Singida au ile ni line nyingine. In Kwa sababu line moja inaanzia Iringa inakuja Dodoma. Dodoma tutakuwa na substation. Sawa. Aaa, kutoka Dodoma inaendelea akiwa katika bwawa hili Meneja TANESCO kituo cha Mtera, Muhandisi Abdalah Ikwasa, amemweleza Waziri Muhongo kuwa uzalishaji wa umeme katika kituo hicho umesimama kwa takribani miezi miwili mpaka sasa. Miaka ya nyuma maji yalikuwa yanaingia ya kutosha, lakini jinsi siku zinavyozidi kwenda maji yamepungua sana. Kwao ndio hali ambayo imetufanya tusimamishe mitambo yetu kwa sababu kina cha maji kimeenda chini sana sana. Kufuatia changamoto hiyo, Waziri muhongo kwanza akatoa agizo kwa bodi ya bonde la mto rufiji ambalo ndo tegemeo kubwa la maji katika bwawa hilo mtera imeanza kazi mwaka themanini na nne watueleze ukubwa wa mashamba wa mwaka elfu moja mia tisa themanini na nane ukubwa huo wa mashamba ndiyo bado huo huo au mashamba yameongezeka inamaanisha wakulima wameongezeka na ma utumiaji wa maji umeongezeka lakini ndugu zangu, nadhani naye kule tunangoja tarakimu tu kuambiwa, lakini ukweli unabaki ni kwamba mashamba yamepanuka, wakulima wameongezeka, ila tunataka tuongee kwa takwimu, sio kwa hisia. Na kisha akatoa mapendekezo ya suluhisho la changamoto hiyo. Mtera tunataka ifanye kazi, suluhisho ni lipi? Suluhisho la kwanza, itabidi Mtera na watu wa bonde na watu wa Wizara ya Nishati na Madini tukae chini na Wizara ya Maji na Umwagiliaji, tukubaliane management ya haya maji. Suluhisho la kwanza hili. Suluhisho la pili ni kuongeza vyanzo vingi vya umeme ambavyo tayari tumeshavifanya, kusudi tuache haya mabwawa angalau kwa mwaka mmoja au miwili yaweze kujaa kufikia kina ambacho kusema kweli kilikuwepo mwaka 88. Bwawa la Mtera limekuwa likitegemewa kuzalisha umeme megawati 80 katika gridi ya taifa. Kutoka Iringa, mimi ni Egidius Audaxi, TBC. Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi inakuletea huduma mpya na rahisi ya kuboresha taarifa zako za umiliki wa ardhi na mashamba kupitia simu yako ya kiganjani. Kupata huduma hii, tuma neno ardhi kwenda nambari 15774 na ufuate maelekezo. Huduma hii ni bure kwa wateja wa mitandao yote ya simu nchini. Toa taarifa zako sasa kwa usimamizi bora wa ardhi na mashamba.